Assalamu alaikum kwa wapenzi wetu wa Bandari TV, Bwana asifiwe kwa wale wengine ambao wanaamini katika dini tofauti tofauti, na kwa wale vijana nawaambia kwamba mambo vipi? Tunakujia moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya Bandari Football Club, ikiwa hapa ni uwanja wa Shakahola na wengine siku hizo wameongeza ile lakabu ya kusema kama, hu kama huwezi raha usije Mombasa. Niko na mgeni leo tutakajapo, kwa sababu ya muda tutaenda kwa haraka kidogo, lakini tumeona kwamba itakuwa ni bora, wewe shabiki e, wa Bandari Queens uweze kuwafahamu wachezaji wako, je ni nani katika safari yake ya mpira alianzia wapi hadi akafika katika timu ya Bandari Queens. Mambo vipi dadangu? Poa sana. Uko poa? Uko poa. Aha. Ah, uh, leo mmeingia mazoezi? Tumeingia. Mazoezi mmeingia saa ngapi? Tumeingia saa sita. Mwendo wa saa sita. Mm. uh, kwa faida tu ya um, mtazamaji uh, kwa majina wanakutambua kama nani? Kwa majina naitwa Happy Muta ni msichana aliyezaliwa maeneo gani? Rabai, Kilifi County. Mtoto wa ngapi? Mtoto wa pili. Ya, ya watoto wa ngapi? Mimi mtoto wa pili. Mtoto wa pili katika familia ya wawili, tuko saba, mimi ndio mtoto wa pili. Ah, katika familia wa ndugu saba kuna mwingine ameweza kuchipuka kama mchezaji mpira? Aa. Hakuna, walianza lakini wakashindwa. Na wazazi waliwahi kucheza mpira? Ndio, babangu aliwahi kucheza mpira. Je, katika safari yako ulianza kucheza mpira wapi? Nilianza kucheza mpira nikiwa nyumbani, timu za huko vijijini huko, ambapo nilichezea timu nyingine najita Red Starlet, iko Mwanjama. afta hapo ndo nikatoka nikakuja Mombasa Olympic afwa masomi Olympics nikachukuliwa nikaenda trials ya Bandari na nashukuru Mungu nikachaguliwa, ndio maana nimefika hapa eh, yeah. Uh, kwa ujumla tu safari yako kuanzia kutoka sehemu ile ya Kaloleni, Rabai, safari yako hadi kujipata katika timu ya Bandari Queens, hii safari uweza ukai, ukai, unaitambua kiaina gani, safari iliyokuwa ngumu, safari iliyokuwa na disappointment, safari iliyo na masikitiko, safari yako kiujumla hadi kufika katika Bandari Queens ambayo ni timu inayochezea katika katika Women National Super League, safari yako imekuwa namna gani? Sema kweli, safari yangu haiko rahisi, nilingangana sana kwa kufikia hapa, nasema tu ni Mungu nashukuru, yeah. kuna wakati uliwahi kupitia maybe disappointment wakati fulani kabla kutua katika Bandari Queens Eti. Uliwahi kuwa disappointed ambalo maybe kuna tukio liliweza kutokea ambalo ilikuvunja moyo, lakini labda baada hata tena ukasema wacha ni nyanyuke tena nijaribu tena, ni tukio gani? Tukio nipata ni ni, ni kwa mjamzito nikazaa hapo, nikasema acha niachane mambo na mpira, lakini baadaye nikajipa moyo tena nikarudi tena kwa mambo na mpira yeah. Nafikiri huu ni ujumbe kwa dada zetu ambao wale wako upande ule wa pili. Uh, ukisikia tu historia uh, wasikia historia ya Happy Muta yeye yeah, anasema kwamba alikuwa kwa msichana alikuwa kwa mchezaji mpira, lakini katika safari yake akaweza ya kupata uja uzito. Hili ni somo kubwa sana kwa dada zetu pia wale wengine. Kinachojitokeza hapa ni kusema ya kwamba hata wakati utakapokuwa wewe, imetokea labda umepata ujauzito, hiyo sio mwisho wewe ya safari yako ya kukamilisha ndoto yako bado tu ndio mwanzo. Happy Muta aliweza kuinuka tena akaweza, baada ya ule ujauzito akajifungua na baada ya kumlea mtoto alirudi tena katika uwanja wa soka. Happy Muta, makaribisho yako ulipokuja Bandari Queens yalikuwa na namna gani? Makaribisho yangu yalikuwa mazuri sana, nikaribishwa tu tu vizuri na ma coaches tuseme, na marafiki wote, nikaribishwa tu vizuri sana, nishukuru Uh, hadi sasa uh, performance ya timu ya Bandari Queens iko namna gani? Naweza sema iko namna gani? Iko vizuri kwenye tuko tuko vizuri na tutazidi kuendelea hivo hivo na, na mi Mwenyezi Mungu hii ligi itakuwa tuko hapo juu. Hivi sasa umechezea season ngapi Bandari Queens? Sasa season nenda ya pili sasa hivi. Na uh, katika season ya kwanza Uh, katika lile daftari la wafungaji bora jina lako lilikuwa likitokea mara kwa mara ile season ya kwanza. Uh, katika wale wafungaji bora uh, season ya kwanza uli, ulimaliza season ukiwa na mabao mangapi? Na mabao tisa. Na kitu gani kilichowafanya kama uh, timu kwa, kwa sababu wengi waliwapigia upato kwamba ilikuwa mtapanda kwenda Premier League. What happened? Nilitokea hapo ni tulicheza vizuri tukamaliza, lakini tukaenda draw mapenalti, ndo tuka hatukuweza kufaulu vile in ukakosa, ndo tukarudi tu kubaki hapo hapo, lakini matarajio yetu ilikuwa ni kupanda. Hiyo ndo ilikuwa tumeenda na hiyo em ya kupanda, lakini tutajitahidi tu. Sasa hivi naamini tutapanda. Sizon uliopita ulitoka na magoli matisa katika sizon hii, nadhani first leg imeshaisha imesha ama u, u, ikawa inaenda kuisha mpaka sasa uko na, na magoli mangapi kimiani kwa sasa? Niko na mabao matano nimekosa gemu nne kwa sababu niko na injari, lakini saa hii nashukuru injari yangu endelea vizuri na nisharudi sasa kwanza zoezi Uh, kumekuwa na sajili mpya katika timu ya Bandari Queens uh, unaionaje ama uh, nini wako wale zile sajili mpya ikizingatiwa pia ni hivi juzi mweleza kupata pia uh, ushindi ugenini sehemu kule ya Nyahururu. Uh, sajili zile mpya unazihisi vipi katika timu yenu, zawasaidia zita, zita uh, zitawasaidia? Ziko na usaidizi mkubwa sana, ziko na usaidizi mkubwa sana, utatusaidia sana. Kwa hivyo safari hii mko na imani ya kwamba premier, Kenya Premier League, Mwenyezi Mungu akisaidia munaingia pale. Ya, inshallah, tunaingia. mimi si, si mpiga ramli na wewe si mpiga ramli pia vile vile. umefikisha magoli matano hadi tamati ya ligi hii, ndoto yako unatumai ya kwamba ufikishe magoli mangapi tamati ya, ya msimu huu? Mimi tamati yangu nifike magoli 15. hiyo ndo tamatiye nimeweka na naamini nitafikisha. Hebu nipatie ndoto yako ya ki football, unalenga nini katika, katika football? Maana wako baadhi ya marafiki zako wengine wanabahatika wanaitwa katika timu ya taifa, Harambee Stars. Wewe ndoto yako ni gani, kucheza tu hapa hapa nchini Kenya ama kutoka katika kwenda nchi, nchi za ughaibuni? Ndoto yangu ni kutoka kwenda nch za majuu, ya panishe timu yangu premier, na tena ngazi kufunguka kwenda juu, pia nimetamani sana uh, ningependa tu uweze kuongea uweze kuongea na, <laughs> na uh, wasichana wenzako wale ambao pia wako katika uh, uh, soka ambao katika soka ningependa uweze kuwapatia ushauri namna gani kwa sababu wewe kwa kiwango fulani umefaulu, kwa sababu ume, unachezea klabu ambacho ni mojawapo wapo vilabu vikubwa, inachezea uh, NSL. Kwa wale ambao wako chini daraja za chini, timu za daraja za chini, unapatia ujumbe gani? Mimi ningependa tu kusema e, mazoezi, watie mazoezi sana, na discipline pia yao iko juu, iko juu na <laughs> na wale mashabiki wa bandari Queens wawaambia nini mi nawaambia tu support endelee ile ile ikiwe juu watu support hivyo ndio sisi pia morali na nini. Ya, ningeomba tu wani hiyo morali mnayotupatia sahii mpaka tumefika hiyo namba mbili. Haiko rahisi lakini pia tunawashukuru sana waendelee tu na moyo huo huo mpaka tufike huko juu. yeah. mimi ndo naamini. mechi yenu inayofuata ni mechi gani nikisema na Madare Niko nambari moja. Utachezi wa wapi? Maisa. Hiyo ni Nairobi. Nairobi. Asante sana, asante sana. Huyo amekuwa ni dada Happy Muta anakuambia ya kwamba katika ndoto zake yeye ni msiku moja aweze kutoka katika nchi ya Kenya na kwenda kucheza mpira wake katika zile nchi za ughaibuni kule na vilevile mm-hmm. Vile anawambia kwamba kina dada, iwapo wewe uko katika soka zile changamoto unazopitia sio kwamba ni permanent changamoto zile, utaweza kuzishinda na utaweza kuendelea kucheza soka yako. Anatuambia vile vile kwamba mechi itakayofuata itakuwa ni dhidi ya nambari moja katika jedwali Women Kenya Premier League itakayochabangwa maeneo ya mji mkuu wa Nairobi katika uwanja wa Maisa weekend ijayo. Ikukumbuka tu kwamba Mathare ndio wanaongoza na saa zingine Waswahili wanasema, wanasema ya kwamba Usijisifu tu kwa mbio, kuna wakati inastahili kwamba umsifu pia yule naye anayekufukuza. Anayemfukuza ni nani? Ni Bandari Queens. Msemo ni uleule ule. Kula wao.